ani nilikuwa najua tu anaongea na anavuruga tu watu basi, lakini sikujua kama anaweza kanulia. Unajua kumuuliza, Anga mimi sikumuuliza, nilijua tu utani wake. Sasa sasa mimi hmm, hmm, sina gari ya ndoto yangu. Kwa kweli mimi gari e, ila ni yani, nimefurahi sana kwa kweli, sina gari ya ndoto yangu. Yani, si e, mtu wa magari sana. Eh, mimi sio mpenzi wa magari kivile. Hajawahi kugusia labda gari hivi, mke wangu tubadilishe gari yako, au hivi pengine ambacho kingepelekea labda u connect dots hapa kwamba mm, lazima angenunua gari mpya, yani tulikuwa tuna Mm. ash a okay, mm-hmm. Wakati umefika hapo njia niamini, hapo getini ulihisi kitu gani? lakini So mimi kule kuna vitu nilikuwa nataka kushusha, nikaambia nashangaa kwa nini anambia, wewe ingia tu, tutashusha. Mm-hmm.